Kiplagati alikuwa tulikuwa na yeye kwa hoteli tukakula na yeye chakula cha jioni. Kamwacha mbele ya, ya hoteli. Mimi nikakuja nikaingia kwa nyumba nikakaa kidogo hadi mwendo wa saa nne nikaenda nikaomba nikaomba nikarudi nikalala. Hawako wamefika kwa nyumba, so wakati, wa, wa, wakati walikuja Kiplagati alikuja kaa amebebwa, zeni mwenzake mwenye alikuwa amembeba akakuja ali, akatuambia nimemuleta, tukamwambia ni sawa. So si tukalala saa kumi na mbili na dakika arobaini na tisa kasikia mwenzangu ana akaniita akaniuliza leo hatuamuki? Nikamwambia tunaamuka. So wakati tuliamuka, akaita tena akarudia kuita akaita Matasaka, Matasaka, hebu kuja kidogo. Wakati Matasaka alikuja akamuuliza, na huyu mwenzetu anapumua kweli? Wakati Matasaka alimpendua hivi, ndo tukajua Kiplagatia yuko na sisi e. Kulikuwa na mwingine alikuwa amezidiwa na pombe. Wakati tulienda police station, tukakuja tukapata kulikuwa na wasamaria wema wakaa wamempea maziwa , lakini sasa hii, sasa simba ametembea hata amezunguka mzunguko mmoja. vijana wamekuja hapa wengi kufanya kazi ya kupasua mbao hapa , lakini wakuwe na kitu kimoja, wasikuwa wanakuja kunywa pombe ya kuwalemea. Wale wako watu na hoteli hapa, wapike supu na miguu ya ng'ombe, watu wakule, washipe, ndio waende kunywa pombe. Sifa kuonekana ya kwamba mtu anatumia pombe na akakufa, si sifa nzuri kwa area. Lakini wakati huyu jamaa anapewa pesa asubuhi, aende akunywe chai, anaingia kwa pombe. Usikimbilie pombe. Pombe ni kitu ya kukunywa baada ya kazi na mwili yako usikae na njaa, ati kwa sababu umepata pesa. Pombe sio chakula. So, sisi tunasema kwa wale ambao wamekuja ku, kupasua ambao hapa e, wakunywe, lakini sasa wakunywe kwa kiasi.